Ha, unasema? Jamaa wewe vipi? Yaani chama mimi mi naondoka nao wote wale hasa na, mmoja. Wewe unataka. Wewe unataka nataka nani? O, nataka. O, nataka nani? na nani? Pagumu hapo shehe naondoka na haua naondoka na, na. <laughs> Ah, na haua na, Bwana wewe ujuzi we, kageuzwa kapinduliwa kama chapati jana hapa. Mi naondoka na Hamza babu. We vipi? Mi namtaka yule bwana. Wanini wewe, kapinduliwa mpaka nani Diala, nataka kutoa machozi. Naondoka na Hamza na Hamza katulia yule bwana sasa hivi kama pepe umli sijui naye alifiwa na mkewe, sijui alifiwa na mkewe, sijui ndio maana mimi naondoka na Hamza babu. Ah, babu. Wewe, bwana wewe, mchokozi sana bwana wewe. Mimi naondoka na wote kwa sababu yanajua kukaba yote, kati ya mmoja wapi? Naondoka na wote, kati ya wote. Mimi naondoka na bwa. Eh, hata jina lenyewe Eh, yani hata mtangazaji anatakiwa kama beka kampenja anatakiwa kuseme bwa. Sio karabusha bwa a a karabusha bwa. Ando anaondoka naye. Na mimi ndo naondoka naye huyo. Bana, mimi mine... Mavambo, Mavambo na duka ya Buya. Na duka ya Buya. Naondoka na Mavambo babu. Mm. Eh, naondoka na Mavambo. Hivi mm. Duka ya Buya, wewe amesimama duka ya Buya hapa. <laughs> Hapa amesimama Mavambo. Wewe tu wewe unakimbilia wapi? Babu wewe unakimbilia wapi? Babu njoo, njoo babu. Babu kindaka, njoo, mimi nataka nimuulize huyu mzee naye, kianga Yanga huyu. Njoo baba, wewe kama Mavambo unawekewa, Mavambo unawekewa na duka ya bucha, unakimbilia wapi? Eh, na mimi nilijua Yanga huyu, silikwambia lazima mimi baba naondoka na Fernando Mavambo mm. akamungu, yani unaangalia target, bado hujamtaja mmoja. Eh, hujamtaja mmoja Musa Pimpinkamara na na jijidiar, naondoka na nani? Na Pimpinkamara. Hey, ubora wa timu mm. bado hujamtaja mmoja. <laughs> Hey, bado hujamtaja hujamtaja bado. Huyu bwana yani, ananitajia wale wale. Hivi kweli ni mwache Eli Mpanzu niondoke na Ikangalombo mm. bado shehe, bado hujamtaja hapo. Ah, niondoke na mmoja taomba kwa Mungu, niondoke nao wote <laughs> wale wote babu, wale hapana, tutabishana mpaka asubuhi mm. Wale wote natia kwenye timu yangu mm. Siwezi kuondoka na mmoja pale mm. Eh, kwa sababu auchu ana kazi yake yule, naye ana kazi yake Kagoma pale bado hujamtaja sijui anamwacha wa nini. Basi mimi nikwambie tu mimi naondoka na mkwe wangu Aziz Ki yoyote utakayemtaja. Yaani yoyote utakayemtaja Simba kule. She mimi naondoka na Aziz Ki. Mm. Eh. Wewe umeliona goli lile? Kwanza aliuchengesha mkono ule. Aliupeleka namna ikawa mkia wa nyoka. Eh, aliurudisha namna alipokuja kumchungulia golikipa. Ha, kule nje ya kumi na nane karibu na uwanja wa goli. Sasa, semaje Mediali na Alikamu anaondokana naye? Na mimi naondoka na Mediari bwana au na, nataka niondoke na nani? Haki ya Mungu, naondoka na Alikamwe na, kwa sababu yule mtoto ana maneno ya kishenzi ya kihunihuni. Naondoka na Alikamwe na yule mzee, mtu mzima, mtu mzima mwenzangu yule, ili kusudi niweze kushinda katika mazungumzo yangu. Naondoka na Alikamwe. Nikushukuru sana mzee na Alikamwe mpaka kawe kwa loka hapo mchezo <laughs> mi naondoka naye yule Alikamwe mimi mi naondoka naye kwa sababu gani Alikamwe anajua kupambana ya kuongea. Yule anaongea maneno ya busara. Yaani busara kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Sasa yule kwenye ubishi huwezi kwenda naye. Mimi naondoka na hurumia hapo kwa Mwaka Robo. Eh, a lazima niumie bwana. Kila siku kuitwa Mwaka Robo. Lazima niondoke na nani? Na Alikamwe. Na Alikamwe. Maki akitupa na mimi natupa huku hmm. Akidondosha huku mimi naangukia kule. Hmm. Ah, sasa. Mm, namshukuru mwaona wagaratia. Mwaona bwana. Wagaratia <laughs> <Mwana wagalatia. laughs> <wagalatia> wabaya, wabaya. <laughs> Wamekutana na wale wa papa wale mapunga zeze yale Stand United. Mimi nakwambia kweli chama, nakwambia nalendemka kama mlenda nageuka tu, anazichapa na mimi wewe. Chama unataka kumwingiliza Fernando Simabambo, huwezi kumpata. Nani alimkata? Chama, akuna mtu alimkata. Chama aliondoka kwa lazima mm, kwa minaenda mm. E, mm. Na sisi tulichelewa mm, kumtafuta kumalizana naye, chama kakimbilia kwa Wagaratia. sasa hivi yupo kwa Wagaratia, mechi zake ndio zile chama, mechi laini hasa ah. E, wewe, mechi nganganga atacheza yule, anawaka mzee, ah, anawaka, kakutana na mapungazeze yale babuu afuwe ah. hmm. kila siku nakwambia, yale mapungazeze. Mdogo wangu takuja kuacha kufanya kipindi hivi, wewe Yanga uwasifie, na yale mapunga zeze, Yanga wasifie, wamemfunga Simba. Yanga, wasifiwa amemfunga Azamu. Asa wewe, mapunga zeze, goli nane zote zile, goli nane. Sasa wewe, kweli timu ambayo umekamilika itapigwa nane? Sasa umeingia kwenye mfumo mzee. wameingia mfumo gani unataka? ah, na mimi una nimeingia mfumo nikapigwa tano, hakuna wow, Wewe ile timu ilikuwa mbovu, zingenipata mimi yeah. mimi hapa yeah. nene, nene, nene, Saidi. <laughs> Wewe. <laughs> mimi sifungwi tena na Yanga ah. Mjomba, mi sifungwi na Yanga, mi nakwambia, siku yenyewe kitakuja kuwaka pale mm. Amisi ah, nakwambia Mzee Saidi, ukasema Yanga ana ubora ah, eh. Siwezi kukataa mm. Lakini kwa timu gani mapungazeze? mm. ah, Aziziki kaondoka na mpira <laughs> mkwe wangu <laughs> <laughs> bwana, we nje ya kumi na nane, karibu nusu ya uwanja mzima, kalipopoa limeenda twalimo mm. nikasema kazi imeisha meisha wewe, wewe goli kipagani unaruka utafikiri unadaka panzi bwana, afu useme oh tupana timu pa oh amekutana na pungazeze timu. Tumekutana nayo sisi juzi ile eh yeah, juu wale mm. watoto wametutikisa mm. wale, tukashtuka jamani, tunakwenda mm. watu wakaanza kuziachia mm. jama, Fernandez yachieni, watu wameziachia, tukapiga tatu tatu mbili tatu. E, sasa kumbe wewe mwenyewe umeona mambo yake anafanya hivyo, na umbemwenyee anageukia wapi? Huyo chama chama anageukia wapi? Nani? Ah, kakutana na standi. Ah, sasa standi nani? Yaani unachotakiwa unachotakiwa ujibu. Mtu wa kwanza nani? Championship. Hayupo nafasi ya nne chini. Wa kwanza nani? Ah. Mtibwa ah. Ah. Ah -ah. mm. Eh, ah -ah. Eh, wa pili? Wa pili Mbea kwa. Mbea. Sasa M. wa tatu utajikanyaga usifikiri, sifatilii ah, nakwambia kweli, watatu chacha, nafasi ya nne, na ya nne sindo papunga zeze yeah. We unaweza ukaenda we upishane na Yanga, ngoja upishane na Yanga, yeah. Upishane na Yanga unakwenda hmm. Sindo kama vile kala nane, wanaulizana kocha <laughs> eh, kocha nimemwonea huruma na namba mdomo tu, eh. <laughs> Asalaa, mdomo umekula nane. Zile goli kama za giza, wameelemewa Yanga. Waliutawala mpira kutoka dakika ya kwanza mpaka dakika ya tisini nah. Mm. Wanacheza na wanacheza wao mm. Wale wali, wamefunga goli ki, wamefungwa goli ngapi? Nane. wame... ah, ah, kabla ya kufikia nane wale si walipata goli mm. Kwa, walikuwa na goli nne mm, goli lilivoingia, unajua yule golikipa wa Yanga yeah. <laughs> hakwenda kuchukua mpira goli, baba apendi kufungwa yule hey. Kwanza alinuna, alimwangalia Mwamnyeto alivogeuzwa pale <laughs> maka Mwamnyeto kaenda kaenda kaenda, akafinywa twa, Mwamnyeto akapitiliza, kupitiliza likapi dogo, akalipopoa likaingia kule. Damn. sasa <laughs> <laughs> yule bwana bale kuona kamba hey. Diara akainuka akamtizama Mwamnyeto Nikasema oh, oh, uwe anaweza kenda kumlukia mwenzi yu. Nikasema pale, Mwamnyeto akijibu tu. Wakijibishana kama Diyala. Najua Kiswahili ngumi zinatokea. Maka alisimama alimwangalia Mwamnyeto yetu. Sama, nikasema uwe kugeuzwa Mwamnyeto si kitu cha kawaida tu. Kapenduliwa ndani ya kumi, ndani ya sita. Ya yeah, Mzee Saidi nafungwa fungwa sana. Shida nini? Shida mabeki usha choka beki pale kabaki mmoja tu defenders, mm. wa uhakika huyu. Koplo hakuna hata koplo, koplo mwenyewe kachoka. Dickson Jobu, jobu peke yake mm. kweli. Mimi nakwambia mm, kama unataka kuiangalia, unajua mm, unaichukua mnasema pamafose nini ile ile ni kweli inanishinda, inanishinda tutuna darasa na linatembea kidogo kidogo. Sasa unaichukua ile tangu walivyoanza, mm. mchukue baka mm. sawa mm. mchukue mwa mnyeto, alafu watu walinganishe na kule walikotokea, wanaanza kuchukua ubingwa mm. awamu ya kwanza Wanachukua kutoka kwa Simba, yeah. Wanakuja wanautetea wanautetea tena hapa sasa hivi, wanautetea tena kutoka kule mpaka hapa, miaka ndani ya miaka minne hii mm huu -hmm. Wanne vinafanana vinafanani, ndo na hapo sasa nakwambia, biashara wanaanza kusema kusoma bye bye. Mwamnyeto vipi tena? Mwamnyeto vipi sikafinywa pale, katoa boko, kafinywa na Chama ndo kasababisha lile goli. Mm. Chama si ndio kagongeshwa ule mpira, na ule mtoto ule mtoto kaamua kuondoka na, alafu mm. vizuri bwana, vimetoa pasi ya goli, pasi pasi fantastic, mnaita wenyewe yeah. imepita sha bwana, we Baraka Mpenja anampenda chama vitu vyake sana. mimi bwana mm. kusema kweli, katika watangazaji nao wapenda mno mm. Sio kama wengine siwapendi. Ah, watasema mzee Saidi unamuona, kaishaanza kutuchukia. maana manake siku moja niliambiwa chagua moja, unaondoka na nani? Nikasema naondoka na engineer. si upande wa pili wakaanza kulaumu, kumbe mzee Saidi hata hatutaki ha -ha. Wakajua unatumika eh, mzee Saidi naye hatutaki. Ah, sio hivyo. kuna mtu ndani ya moyo wako unakuwa uko naye karibu, umeona, kutokana na hali yake. Kwa hiyo baraka Mpenja mi nampenda sana ule udambu dambu wake ananikumbusha watangazaji wa redio Tanzania kina swedi Mwinyi. Wewe haupo kina chance nani maremu kina nyaisanga alikuwa atangazi mpira, kulikuwa kuna Dominic Chilambo, kulikuwa kuna Jongo, kulikuwa kuna, kuna Charles Hilali, sasa hivi msemaji Zanzibar, alafu kulikuwa na, na nani tena Ahmed Jongo na Ahmed Jongo umenelewa? awashe ah, wakitangaza kama Swedi Mwinyi akitangaza mpira unauona kama unauona kiwanjani ah, kumbe unasikiliza redioni, huyu anakupangia list ya timu ya taifa hey! Wewe mwenyewe unachanganyikiwa, anakwambia ipo hiyo timu niko ah, niko polini huko, nasikiliza mpira kwenye tisa sabasaba. Dudu provu unaijua hiyo, nyuma lazima uifungue afu unagonga betri afu unaangalia jua, saa hizi saa ngapi? Saa hizi saa kumi, ila zamani hiyo hiyo si nilishawahi kuisema hiyo zamani, hiyo mwanangu. Sasa hivi dunia kijiji, sasa hivi wote tuna enjoy, na ndio maana wote tumekimbilia mjini. Wewe utakaa kijijini ukati mjini kumewaka. Wagaratia gari limewaka, Wagaratia gari limewaka. <laughs> kwa hiyo hizi nane ni salamu kwenye ah, ni Federation Cup. Ah, na wale wajomba tukiwafunga huku tutangulia kwanza kwenye ligi E, ligi so, ligi so. Aa, watacheza bwana, wanakudanganya wanacheza kia Mungu, wanacheza wale mm. Bwana mimi leo sina maneno mengi mm. Mimi nawapongeza sana Wagalatia wameshinda, na mimi nimekutana nao mm. Na mimi nitakutana nao hapa tunakwepana, lakini tutakutana tu finali. Sasa tuone zile nane walizozipiga wazipige, na kwa wale ha wasirikali nyuma hey. Kachini, inuka tuone sasa, kumbe wanapiga kwata wale nyuma nyuma, geuka, unakisika kap kap kap afande, yaani wale ndio salamu zao. Ukifika tunaambiwa kwanza, tazama jua, unaweza kutazama jua? Wagaratia walikimbia mazoezi, waliambiwa msilinde uwanja, uwanja tunalinda wenyewe Kilichowakuta, kilichowakuta draw sare, wakaambiwa tumekuja kulinda uwanja, wakaambia we, zamani ya kulinda uwanja ni sisi wenyewe. Mm. Focus. Kwa hiyo mm, mimi nawapongeza Yanga, wamepita, wanakwenda kucheza na wanakwenda kucheza na nani? Na jekiti Tanzania, jekiti Tanzania. Alafu mimi nacheza na nani? Na Singida. Alafu wale utaona huruma wale wale wale Singida wale yeah, utakuja kuwaonea huruma wale kina Seji Poku. Seji Poku, wewe utoke El Hilali uje uchezee Singida. Injinia naye kageuka kama mtume Yesu, anawashika wachezaji vichwani kwa jina la Baba. Utakuja si Yanga wewe? <laughs> kwani kuwaona akati <wukata> anawasalimiaaah <inaudible> ndio maana alienda kumshika kichwani injini yeah. Naye ana tabu mtoto <laughs> mbaya sana yule yeah. Anaenda kushika wachezaji kichwani. Hata kuna bwana mmoja aliniambia wale wote walioshikwa vichwani wale mwakani Yanga sasa ah. Nikasema si mnakuja kututoboa mapafu, jamani. Sasa kama wote Yanga wale huku mm. Kuna wengine bado hawajaondoka, akina chama wapo. Umlete tena Johnson Sowa sasa sitakuwa Sowa pale asoboto mi silikumi wewe mi uni silikumi wewe, ah, wewe. <laughs> wale wanifunge mikumi wagaratia <laughs> <laughs> sinaacha na mpira kabisa mi awanipigi wale. Eh. Hata mm. eh. Bila? Bila. Bila aucho angekuwa. Kwani Pacome bado anaumwa? Bora liumwe hivyo hivyo. Weta kwenye Simba lisiwe hivyo. Nile jamaa <laughs> <para> <laughs> Unajua, ngoja ni kwambie mm. Watazamaji wetu wataona kama tunarudia rudia story mm. lakini hali halisi sasa hivi ni ligi moja tu inayochezwa kwetu, ni kombe la CRDB. Ehe, yanga kacheza jana, simba kacheza juzi, kwa hiyo lazima tutayarudiarudia yale maneno. Mwendelezo wa ligi hakuna, kwa sababu azamu kasepa kabakia Simba, kabakia Yanga, kwa hiyo utawataja hawa hawa. JKT, nani baba? Ndio, haya niliyoyasema siku moja, niko chombo kimoja cha habari, mtu mmoja akaniambia, zaka za kazi, akaniambia nitakuja kuchapa makofi mzee Saidi, sasa unanichapa makofi kila siku, timu iko vile, mimi naumia. Na nilimpigia simu nikamwambia, babu unaniaibisha. Nilikusikia. ulisikia eh? Kambia babu bwana, unaniaibisha timu kila siku inafungwa hiyo hiyo tu bana, mnajipanga mnajipanga kitu gani? huo mstari hauishi. Wanasema kwenye mbio za ubingwa washajitoa. Ah, sio wamejitoa nilishawatoa mimi mapema tu, nikawaambia wale hawawezi kupambana kwenye ubingwa. Timu unaiona asubuhi na timu sasa hivi zitakuwa hizi mbili, Simba na Yanga. Walinishambulia sana wale vijana sasa, na wajibu yako wapi hapa? timu zitabakia walumendagu na wagaratia, aya Yaani ndio atakaobakia hao hao wawili. wawili tu sasa hivi, hili jina la wamendagu nimelirudisha upande wa pili. Hili lingine hili wagaratia wanalo wenyewe, wanaofumua fumua wenzao kila siku, wakila ukitokeza tano nne nane. Ah, magoli mnayapataje? <laughs> ndio haya wanasema achoma sindano, lakini like aya, tuyawachemilasansiba <laughs> ah, lazima nichubue Alafu lile dude linangumaga vizuri. Hebu fanyeni mpango tusepe mapema, utaskia tutu, tubwa tubwa, tutu. Siku moja bwana, acha ni ile tumeenda kucheza na Azam oh, kwanza nilipigwa na wimbi, nikapigwa, nikapigwa, nikapigwa, nikapigwa nikaona kama vile macho mbele sioni. Ah, nikainama, kulikuwa kuna visichana pale, tututu, vitotototo vyenyewe vimetoka kuangalia mpira wa Simba Nami, eh? e, a, a, Waswahili wenzangu tu nikamwambia, siwezi, vikanishika bwana mkono huku mmoja huku mp... ah, bwana wewe umetoka na ushindi mm -hmm. tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, unakuja una, una, una, una chochote wewe vipi? una uliza Azamu aliondoka saa kumi na moja a unauliza, amuasaikaasa babu, babu. Eh. una maneno ya kuongea na mimi babu, haka <chio> Mungu, nakwambia una maneno ya kuongea na mimi nafungwa, <Gunji> na nani Telebrochi, wajua nifunge hapa Zanzibar eh, kwa mzee Mwinyi pale eh, kwa Hassan Mwinyi eh. Rais wa Zanzibar, yeah. na baraza la mapinduzi <laughs> <Zanzibar>. mm. <laughs> <uba ubura> da. <laughs> yule rais <la> babu <laughs> yule rais wa mapinduzi ya Zanzibar yule. Se, se, se, maje anakuambia hizo nyasi za kuteleza za elimu Mpanzu. Ah! Anateleza tu. ah. <laughs> Kuna jamaa mmoja anamwita kibisa wala. Nikasema eh tampa kila majina eh, eli Mpanzu kabisa wala eh. wengine wanamuita volcano, mimi nikatupia jina langu nikasema, mm, mafuriko elmino Aha, eh majina yote mm, ya kwake ila yule mjomba mwingine nilimpa title mm, eh sasa hivi title linavuta tu mzigo. Ambedi anakuambia hivi eh, kama maiti inazikwa saa 10, eh, stelibuta tazikwa sa saa 10 <laughs> sawa <laughs> maiti nazikwa saa kumi ebana, Waislamu ukifa, ukifa kuanzia saa moja asubuhi, saa mbili saa tatu ukikatiza saa kumi we mwanaume, yani we mwanaume anaposema ule mwanaume wala akosei mapema tu. Yani ukifa saa sita saa saba watu wanaangalia, bana muda huu maiti ikwapya kafia ndani aya, kuna nini ha? watu wote wapo basi Yaani ukisikia wanasema watu wote wapo, shehe, we unaogeshwa Allahu yeah. Hey, akibaru inalia huko msikitini mm. Hey, unawekwa nyuma mm. Watu wanapiga kwanza rakaa, afu unasogezwa, watu wanakupigia rakaa, shehe, safari hiyo mm. Saa kumi, muda wako ndio wa mwisho kukaa duniani. Hatuishie hapa, sinaenda kuishia fainali na belekane We barekane, wale watakuja kutafutana. Si walizuiaga goli hapo? Tunaenda kuwafunga kazuia goli alafu, tunaenda kuanzia kwao tunakuja kumalizia. Hey! Akya hey, hey, Mungu wewe kibisa wala, asante Mungu.